Kutu, tunaposonga mbele kama taifa, iko haja kuhusisha vijana na mapema kabisa mm. Na nafasi zipo mm -hmm. Ok mm -hmm. Tunatafuta hao vijana wake kwa waume tunawapatisha, tunawapatia haya mafundisho na mapema mm -hmm. Ok mm -hmm. Kwa sababu ni muhimu, nyadhifa zile si kazi rahisi mm -hmm. Ni kazi zinazotaka fikra, okay. Ni kazi zinazotaka uweledi katika hasa maswala ya kudil na e, watu mm -hmm. pamoja na usimamizi wa hela za umma mm -hmm. kwa hivyo e, kwangu mimi nasema ni lazima tupatie nafasi e, uzoefu, mm -hmm. na, na uweledi wa kazi ili tuweze kuleta mabadiliko katika hii taifa, kwa sababu Ndiyo. udhaifu huu ndio unachangia kwamba tunazo plani nzuri, ruwaza nzuri, ruwaza nzuri, nzuri mm -hmm. na hatusongi pahali popote. Haya. Labda, labda mahoka niongeze ni hivi Unajua uh, ule ule uwazi ama ukweli wa mambo mm -hmm. iko tu namna hii mm -hmm. uh, unajua ndugu yangu hapa yeah. anasema kwamba tuanze ku, kunacha, how do we nurture hawa vijana, tutawanacha vipi in the system? ya kwamba, mfano, mfano mm -hmm. the only way wengi hawa vijana wakitoka ni kuja kutafuta internship ndani mm -hmm. ya hizi E, idara taasisi za serikali tofauti tofauti, mm. kwa muda fulani mm -hmm. okay mm -hmm. na kisha baadaye anaambiwa haya, muda wako umeisha, kwa sababu pia nao kuna muda mm. wa kufanya hiyo shughuli mm. so labda pengine, kama ni experience mm. experience ile, katika ile wakati mtu ametoka vile, ile miezi yake atakuwa amefanya, labda amekuja mwezi mitatu mm. ameenda tena, amekuja, amemaliza, amechukua mwaka mzima mm. Cumulatively. Mm akikombine ile vipindi vipindi akija kifanya mm -hmm. ile inaweza kuwa pia ni experience amepa. Inaweza kuwa isiwe ni ile kile, labda naweza kusema huyu ndugu yangu alikuwa awe tu wazi mm -hmm. ni kwamba kuna kazi fulani ndani ya serikali hii mm -hmm. wewe ukiwa bado ni kijana, tafadhali the only way wachana nayo. Oh, for one, wacha tu, wacha niseme hivi labda, labda nasema hivyo kwa sababu gani? mm -hmm. hizi ni contractual jobs mm according to you nasichukulia hivyo. So ni ujifikirie kwamba hata kama utasema kwa nini sisi hatuendi jifikirie, ukipatiwa wizara ujue, wewe kama ni gavana, wakati amekupatia wewe ni waziri, ni kile kipindi yeye atakuwa uko naye, atakupa by the time akitoka, inamaanisha ni utoke na yeye. Sasa ni ujiulize, kwa mfano niingie ni waziri wewe, say you are 35 or below, pale umepatiwa wizara, ujue umeenda pale the job group ya hiyo ujue Okay, ni kazi nzuri mm. So by the time utaachana na huyu ni uwe labda umecreate a network mm, itakuwezesha ku, kuendelea kubaki katika hayo mazingira huku. FM 98.9 Ladha ya Pwani.